Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wa wassalam ala rasulillahi saidi salallahu alaihi wasalama. Al Azhar TV Tanzania, tena tukiwa katika viunga vitukufu vya hapa Madina, mji wenye nuru, mji wenye baraka na mji wenye kheri, sio kwa sababu ya udongo wake, bali ni kwa sababu ya kiumbe mbora iliyomzika na kumhifadhi katika ardhi hii. Hivi leo katika skrini yetu anayeonekana hapo ni the princess Bibi Mayasa binti Sadara A, Bimayasa ni mmoja wa viongozi waandamizi wa, wa shughuli za haji. Ameanza muda mrefu lakini amekuwa anaendeleza na amedumu katika hilo. Kwa kweli, si jambo dogo, ni swala la kuchaguliwa na Allah na kupewa taufiki, kwa sababu ibada za haji zina misukosuko, lakini mwana mama huyu hajati huyu amemudu na amehimili misukosuko hiyo mpaka kufikia hivi leo. Sasa watazamaji na wapenzi wafuatiliaji wa Al Azhar TV Tanzania wanataka kidogo kusikia kutoka kwa Hajjat mwenyewe akituambia chochote kuhusiana na masala ya haji Hajjat, Hajj Mabrur, Alhamdulillah. Assalamu alaykum, ongera sana. Na wapenzi wanataka kufahamu Hajjat, ulianza harakati hizi muda gani, lakini ni rahisi kwako kwa kiasi gani, lakini ni ngumu kwako kiasi gani hususan ikizingatia kuwa ni mwana mama. Tutaanza na jina lako, taasisi yako, ikisha utatujuza yanayofuatilia kunako na shauri hilo. Karibu sana sana. Alhamdulillahi rabbil alamini, salatu wassalamu ala rasulillahi saidi sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina naitwa bi Mayasa Sadala, ni katibu mkuu wa taasisi ya Jamarat Hajj and Umrah Travels. Mashallah, alhamdulillah, kazi imeanza tangu mwaka elfu mbili na tisa. E, changamoto zipo na na changamoto kwetu sisi, kabla ya changamoto Hajat, Jamarat ni miongoni mwa jina ambayo ya viunga vitukufu na. Jina hili ulilitoa wapi, na ulishauriwa na nani au ulioteshwa? Wallahi jina hili tumeenda tu kutokana na tukio na matukio ya mji huu kwa hiyo tulilipenda jina hili la Jamarati ambalo lilianzia kule Dar es Salaam katika baadhi ya shughuli zetu, kwao tumeenda nalo mpaka tumeliingiza katika taasisi kuita Jamarati, na watu wengi wakisikia Jamarati wanajua wapi Jamarati na kuna nini Jamarati? Kwa Mashallah, ni jina ambalo linaendana na tukio katika mji huu Hajat. Na wewe ndo unalibeba jina au jina linakubeba wewe? Hapana, <laughs> jina linanibeba mimi. Mashallah <laughs> ongera sana <laughs> eh, ni kwa kiasi gani unakutana na changamoto na kwa kiasi gani unazikabili changamoto zako, kwa nafasi yako kama mama, lakini unafanya kazi kama amira? Naam, changamoto tunakumbana nazo, lakini kwetu tunasema changamoto ni fursa ya kuzidi kupambana na kujiweka vizuri katika kazi hii. Mara nyingi changamoto, kwa sababu tunabeba watu wa aina tofauti, tunapokuja huku, kila mtu anatoka katika mazingira yake. Kwa hiyo inakuwa changamoto ni vigumu kidogo kuweza kumanage watu namna gani utaweza kuishi nao, lakini alhamdulillah, mara nyingi waga tunawasoma mapema ta tunajua namna jinsi ya kuishi, lakini changamoto nyingine zinatokea tu katika mazingira ambayo kuna mambo yako nje ya uwezo wetu kama taasisi mfano, kuna changamoto ya swala zima la raudha imetuletea mtihani kidogo, yeah. changamoto ya kuingia raudha yeah. Nafikiri hili nalo ni muhimu wizara ikaangalia namna ya kuliboresha yeah. E, karudi kama zamani kafanyika booking mapema, tumepambana tangu yeah. Tanzania mpaka tunafika hapa yeah. bado swala zima la raudha ilikuwa ni changamoto kwetu yeah. kiasi ambacho ikawa inasababisha pia kuna baadhi ya taasisi wakashindwa yeah. kuingia raudha yeah. lakini kuna baadhi ya taasisi zimeweza kuingia. Sasa hili liko nje ya uwezo wetu, lakini swala lingine ni swala zima la muda, namna gani tunakwenda na muda. Wizara inahitaji kila kitu kifanyike mapema, lakini kwa nchi yetu kidogo ni changamoto, namna gani kuweza kukamilisha kama wizara wanavyotaka. Mashallah. hili nalo pia tutaomba wizara iliangalie kwa umakini, namna gani ya kuweza kusaidia hasa katika nchi yetu ya Tanzania. Hajjat, naam, afisi kuu ya uratibu wa haji Tanzania Haji Mission inawasaidia kwa kiasi gani kutatua baadhi ya changamoto kama hizo? Kwa kweli ni changamoto inajitahidi kutatua, lakini kuna vitu na wenyewe iko nje ya uwezo wao. Diyo. Kama hivyo inatakiwa mpaka ikifika Shaabani ngapi, tuwe tumeshakamilisha idadi ya mahujaji na kuweza kufunga mikataba kwa nchi ya Tanzania ni changamoto kwa ufupi yani, kuratibu, lakini bado tunawahimiza Watanzania na waweze kuzoea hili ambalo tayari wizara imelileta kwamba kila kitu ni mapema. Ikiisha hija ishirini ishirini na sita, basi inakuja hija ishirini ishirini na saba, ama ikiisha hija ishirini ishirini na tano, inakuja hija ishirini ishirini na sita. Watu wawe katika maandalizi hayo. Hajat, kwa kweli ukiangalia gharama za ibada ya haji na ukiangalia kwa hali ya tabia nchi ambayo tunayo Tanzania unaweza ukakatishwa tamaa kusimamia na kuratibu shughuli hizi, lakini mnapewa taufiki kutoka kwa Allah na, na hatimaye munaitangaza kama alivyosema subhanahu wataala mwenyewe kwamba adhin linasi fil haji ya atuka Nesiline rijala. Hili wewe kama mwanamama kupitia taasisi yako ya Jamarati unadhani ni rahisi kiasi gani na ni vigumu kiasi gani, au kuna baadhi ya wajumbe wanaokusaidia au il, unalifanyafanyaje hili kwa kule Tanzania? Aa, kiufupi kwamba lazima tunawahimiza Waislamu kujipanga na kutia nia kwa kuweza kuwekeza kidogo kidogo na kulipa taratibu. Kwa kweli gharama za hija kila mwaka zinapanda, hazishuki. Na zinapanda kutokana na swala zima la dola, upandaji wa dola ndio unasababisha kufikia hizi gharama sasa hivi. Na imani ilikuwa milioni 16 laki nane, milioni 17 na nadhani mwakani naweza kufika milioni 20. Kwa hiyo hali inazidi kuwa ngumu kidogo hasa kwa mahujaji wangu wa Tanzania. Kwa hiyo mara nyingi tunakuwa tunawahimiza watu kuwekeza kidogo kidogo ili kuweza kukamilisha ibada hii. Na alhamdulillah kwa taufiki ya allah wanaweza waislamu wanaweza hmm. na sasa hivi si watu wazima tu wastaafu bali mpaka watumishi wanajiwekeza kidogo kidogo jamarati tumetoa fursa hiyo hmm. ili watu kuweza kutekeleza ibada ya haji wakina mama wameonekana kupokea kutekeleza ibada ya haji kwa wingi sana ukilinganisha na wakina baba hii inatokana na kuwa rais wa tanzania ni mwanamke au ni juhudi zenu binafsi au wakina mama mnasiri gani Kina mama kwa kweli ni wajasiriamali, mm. na mwanamke akielimika mm. mwanamke mmoja, basi jamii imeelimika na umma mm. Tunajitahidi sana kuelimisha wanawake katika kujiwekeza, mm. katika swala so zima la ibada hii mm. Watu wanajiwekeza taratibu na hasa kina mama yeah. Ukizingatia wako kina mama wanapika sambusa yeah. kina mama wanapika mandazi, lakini wanajiwekeza na kuweza kutekeleza ibada ya hija kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba hija ni wito, lakini pia kwa kujitahidi kujiwekeza, inshallah Allah anatia taufiki. Kinamama kwa wingi wameamka katika swala zima so ya kuitekeleza ibada hii. Upo leo kama amira ambaye unauaga mji mtukufu wa Madina, na miongoni mwa mahujaji waliokuja na wewe wako ambao hii ni hija yao ya mwanzo na huenda ikawa ya mwisho, japo hatukuomba hivyo. Furaha ya mahujaji wako kwako unaibeba kwa kiasi gani? Kwa kweli, naibeba furaha kwa sababu swala la ibada hii inakuwaga na mitihani yake. Kwa ufupi, na oh. mitihani mimojawapo ambayo husababisha kwamba mtu akatoka nje ya lengo, lakini alhamdulillah, na imani mahujaji wangu kwa kiasi ambacho Allah amejalia, tumeweza kuwasimamia kwa kile ambacho Allah alikadiria kuweza kukamilisha ibada yao mm. Changamoto zipo za kuumwa, changamoto na hali ya hewa, lakini wakina mama wameweza kute kutekeleza ibada yao, ibada yao na mpaka sasa tunajiandaa kuelekea airport. Tukiwa na matatizo tu makubwa ya mafua na vifua ambavyo ni gonjwa kubwa katika miji hii. Jana tulitaka tukufuate lakini sauti yako iligoma kutoka kutokana na hali za kiafya na hali kadhalika. Leo sauti yako imekuwa clear kama umezaliwa upya. Hii ni kwa sababu unarudi Tanzania maanake, unaipenda Tanzania kuliko Madina, au ina siri gani hili? Ah, hapana, ni kutokana na tu kupata muda wa kupumzika kidogo na kupata matibabu ya dawa hmm. Afya imekaa vizuri na imani kabisa kwamba kuumwa kwangu ni kutakasika hmm. Kwa hiyo sina shaka na hilo, kwa maana tunatakasika kwa kuumwa, lakini ni hali ya hewa ambayo imetusababishia kufikia hapo. Hajjat, njia gani ambazo unazitumia kuwafikia mahujaji kwa Tanzania nzima man. Kwa, kwa tunatumia njia ya kuelimisha katika bihadhara, katika yeah, taalimu, katika media, tunatumia njia nyingi tu katika kuelimisha, na alhamdulillahi watu wenyewe wanasikia huduma zetu kama Jamarati na kuweza kutufikia wao kabla ya sisi hatujawafikia. Kwani mna ofisi pale Dar es Salaam na Zanzibar? Naam, ofisi sisi ofisi iko Dar es Salaam, wa ofisi ziko msikiti wa Mwembechai Magomeni. Ndio, ofisi zetu ziko pale na tunafanya shughuli nyingi tu mbali na hizi za haji, kwa hiyo tunawafikia watu na wao watu wanatufikia sisi naona taasisi nyingi zinaandikwa haji wala umra taasisi yako ya jamarati inasimamia na kuratibu pia safari za umra taasisi yangu inasimamia na kuratibu safari za umra na mm. alhamdulillah inshallah tutakuwa na umra mwezi wa kumi tutakuwa na umra mwezi wa kumi na mbili mm. na huenda februari tukawa na umra kwa hiyo bado nawahimiza waislamu kuja kujiandikisha kwa wingi kwa ajili ya safari ya umra na haji ishirini na sita inshallah wito wako kwa na mama wakina mama walobaki ambao hawakubahatika kutekeleza ibada hii lakini huenda ni sehemu ya ndoto zao. Una wito gani kwao? Wito, bado nawapa moyo tu kwamba ibada hii wasiiogope, wajitahidi kwamba waweze kufika. Watu wengi wamekuwa na fikra ya kuiogopa hii ibada, kwa hiyo tunawatoa hofu kwamba hii ibada kwamba inaweza kutekelezeka. hmm. Kikubwa tu ni kuwa mtu kaamini na kuweza kujiwekeza hmm. na kutekeleza ibada hii. shaw. Nuru inatokana na mji wa Madina kwa sababu ndio mji unaoitwa Almadinatu al, al munawwara. bi Mayasa, leo unaonekana kama una miaka kumi na sita hii bila shaka inatokana na nuru ya huu mji ambao umekuja kukaa baada ya ile vutani kuvute ya pale Mina. Hebu tuambie leo unauacha mji huu, unarudi zako Tanzania, hii inakuathiri kiasi gani? Ha, kwa kweli bado natamani naendelee kuwepo katika mji wa Madina hmm. lakini kutokana na ma, majukumu ambayo tunayendea hmm. na ukizingatia tayari tunaingia katika haji inayofuata. Kwa hiyo tunalazimika tu kuondoka, lakini bado tutaendelea kupakumbuka Madina na mahujaji wangu wataendelea kupakumbuka. Kwa sasa mara nyingi tukikaa wanasema, do tutamisi Madina, tutakumbuka Maka, watakumbuka huduma zetu. Wasiojua wa siku zenu za kufanya kazi ofisini Jamarat, unaweza kuambia labda munafanya kazi siku ngapi? Kwa kweli ofisi zetu tunafanya kazi siku zote, kwa sababu yeah, ni ofisi ambayo inahudumia jamii Masha kama uwa, muda wa mapumziko waga, tunajitengea tu kujipumzika, lakini ofisi yetu iko wazi wakati wote na mawasiliano yako wazi wakati wote. Hajat, kuwa ni miongoni mwa wasimamizi waandamizi wa uratibu na wasimamizi wa mashauri ya haji, hii kwako, kwa unahisi kuwa ni bahati? Na je, Mungu anakupenda sana wewe au wewe unampenda Mungu? Kwa kweli ni Allah mwenyewe amenikadiria kuwa hivi, kwa sababu nimeanza kazi hizi za harakati za dini ikiwa na miaka ishirini na moja. Sasa hivi nazungumza na miaka hamsini, mashallah. Kwa hiyo nipo katika kazi hizi si za haji tu, tunatekeleza kazi nyingi katika kuhakikisha kwamba jamii na umma wa Kiislamu unaelimika. Bima Yasa, Hajjat Mayasa kiongozi amira wa taasisi ya Jamarati inayosimamia na kuratibu shughuli za haji na umra kutoka Tanzania